Mheshimiwa Albert John Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa wajumbe wa baraza la uongozi wa chama cha wanasheria wa Tanganyika, waheshimiwa wajumbe wa bodi ya uongozi wa chama cha wanasheria wa wanawake uh, Tanzania Taula, mkurugenzi mtendaji chama cha wanasheria wa Tanganyika mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari Tanzania, dada Dr Rose Ruben, mheshimiwa uh, mkurugenzi wa chama cha wanasheria wanawake wa Tanganyika uh, wa Tanzania dada Tike, waheshimiwa sana mawakili waandamizi, waheshimiwa wawezeshaji wetu wa siku ya leo Profesa Kajumuo uh, Tibaijuka, D Krisimauki, D Rose Reubeni, mawakili wanawake, mawakili wote, mefurahi sana, nimewaona na kina baba hapo Sekretariat ya TLS na taula, washiriki waandishi wa habari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. TLS, section 4, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Mheshimiwa uh, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wote tuliopo hapa, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye fadhila tele kwa kutukarimu sote na kutuwezesha wote kuwa hapa tukiwa na afya njema kwa niaba ya Chama cha Wanasheria wa Tanganyika, yani TLS, na napenda kutoa pongezi na kuwakaribisha kwa dhati nyote mliohudhuria. Ni kwa heshima ni na shukurani za pekee ninamshukuru Mheshimiwa Albert Joni Charamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushiriki katika jukwaa letu leo akiwa anamwakilisha Mheshimiwa Raisi Dkt. Samia Suluhu Hassan raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni heshima kubwa sana kwetu hasa kwa kuzingatia tukio, uh, hasa kwa kuzingatia tuko katika kipindi cha kampeni na kuelekea uchaguzi mkuu, huku <coughs> ratiba ya Mheshimiwa Rais ikiwa yenye msongamano mkubwa wa majukumu. Sote tunakumbuka namna ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akijumuika na TLS na kwenye maadhimisho ya siku ya sheria kila mwaka bila kukosa, akionyesha umuhimu akionyesha umuhimu anatoa katika kuendeleza tasnia hii. Mara hii Mheshimiwa Rais ametuma mgeni rasmi kushiriki nasi, jambo linaloonyesha wazi juhudi zake na thamani anayoipa TLS pamoja na mchango wake katika kuendeleza taaluma ya sheria, uwezeshaji wa wanawake na kuimarisha demokrasia na utawala wa sheria nchini Tanzania. Sambamba na hilo, tunajivunia sana uwepo wa watu na taasisi mashuhuri ambao mchango wao unaongoza thamani kubwa katika kongamano hili. Miongoni mwao ni Profesa Anna Tibaijuka, msomi mashuhuri, kiongozi mwenye uzoefu na sauti yenye ushawishi mkubwa katika uongozi na huduma kwa umma duniani. Dr. Chris Mauki, mwanasaikolojia anayeheshimika, mhadhiri na mzungumzaji wa hamasa, anayejulikana kwa umahiri wake katika mienendo ya tabia za binadamu, mawasiliano na maendeleo binafsi. Dr. Lozi Leuben, mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanawake Tanzania yani, TAMWA, mtetezi mahiri wa haki za wanawake na usawa wa kijinsia ambaye uongozi wake umeendeleza nafasi ya wanawake katika vyombo vya habari na maisha ya kijamii. Tunapenda pia kutoa shukurani za dhati kwa washirika na wafadhili wetu, yani UTT BLS, atons and partners brave hill atons, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania na, na Sauti ya Haki Tanzania kwa msaada wao wa kipekee uliofanikisha tukio hili. Ni heshima kubwa kusimama mbele yenu asubuhi hii ya leo, Mheshimiwa mgeni rasmi. Kabla sijaendelea, ningependa kutambua juhudi na kujitolea kwa wanawake wanasheria nchini Tanzania. Kwa wanawake wanasheria sheria waandamizi miongoni mwetu, ninyi ni waasisi. Mliingia katika taaluma hii wakati fursa kwa wanawake zilikuwa chache, sauti zenu zikipuuzwa, na changamoto ya, kwa, ya kusawazisha majukumu ya kifamilia na kazi ikiwa kubwa zaidi, Licha ya vikwazo vya mitizamo ya kijinsia, ukosefu wa fursa sawa, na wakati mwingine ukosefu wa walezi wa kitaaluma, mlivumilia, mlifanikisha, sio tu kwa ajili yenu, bali mlifungua njia kwa wengine. Kwa wanawake wanasheria vijana, safari yenu pia si rahisi. Wengi wenu mnakabiliwa na shinikizo la kuthibitisha uwezo wenu katika mazingira yanayotawaliwa na wanaume changamoto ya kuonekana na jukumu la kusawazisha kazi zinazohitaji muda mwingi na ustawi binafsi. Lakini mpo hapa, mnaendelea kwa ujasiri, uvumilivu na ari. Hongereni sana. Kutambua changamoto hizi ni muhimu, kwani zinatufundisha kuwa usawa ni safari, sio tu ya kufikia mara moja. Kinachonipa moyo ni kuona jinsi wanawake wanasheria wanavyozidi kushinda vikwazo, wakibadili changamoto kuwa ngazi ya maendeleo mchanganyiko mchanganyiko wa hekima kutoka kwa mawakili wanawake waandamizi wetu na ujasiri wa wanawake vijana ndio unaofanya mkutano wa leo kuwa wa kipekee na wenye nguvu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu yetu, uh, katika jukwaa hili la leo inasema kufafanua upya mafanikio na demokrasia, ustawi, uongozi na nafasi ya wanawake katika uchaguzi na utawala wa sheria. Kauli mbiu hii imekuja kwa wakati mwafaka. Taifa letu linajiandaa kwa uchaguzi mkuu katika wiki chache zijazo. Huu ni wakati nyeti kwa Tanzania na tunahitaji sauti thabiti, uongozi wenye uwajibikaji na dhamira ya dhati kwa demokrasia na utawala wa sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa muda mrefu mafanikio ya wanasheria wanawake yamekuwa yakipimwa kwa vigezo finyu kama kesi tunazoshinda, vyeo tunavyoshikilia au hadhi tunazozipata, lakini mafanikio ya kweli ni mapana zaidi. Ni lazima yajumuishwe pia ustawi, usawa wa maisha, amani ya akili na uwezo wa kudumu katika taaluma bila kuchoka au kuanguka. Tunawasihi kila mmoja wetu, hasa wanawake Tukumbuke kuwa ustawi si udhaifu, ni nguvu. Ukiwa na afya njema na ustawi, unaongoza vyema zaidi, unatumikia vizuri zaidi, na unatia hamasa kwa wengine kufanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuhusu uongozi na uh, wanawake, uongozi na wanawake, uongozi hupimwa, haupimwi kwa cheo, bali kwa uadilifu, ushawishi na athari chanya Wanawake wanasheria nchini wameshaonyesha hili mara nyingi, lakini bado tunahitaji wanawake wengi zaidi katika nafasi za uongozi, mfano mahakamani, bungeni, vyuoni, kwenye bodi mbalimbali mbali, na hata katika siasa. Wanawake na wanaume wanapoongoza kwa pamoja, uongozi unakuwa imara, wenye usawa na uendelevu. Hiyo ndio maana majukwaa kama haya ni muhimu, kuandaa kusaidia na kuhamasisha wanawake wengi zaidi kusimama kidete. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuhusiana na uchaguzi na utawala wa sheria, kadri tunavyokaribia uchaguzi, tukumbuke demokrasia si tu kupiga kura, ni kuhusu haki, uwajibikaji, uwazi na usawa. Wanawake wana sheria wanaweza kufanya majukumu yafuatayo: kuelimisha wananchi kuhusu haki zao kutetea sauti za wanawake na makundi yaliyo pembezoni, kufuatilia mchakato wa uchaguzi na kutoa sauti pale ambapo utawala wa sheria unakuwa mashakani. Sauti zenu zina maana, na katika kipindi hiki kama kina mama wanasheria tunahitajika zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameonyesha dhamira thabiti ya kusimamia usawa wa kijinsia kwa kuwateua wanawake katika nafasi za juu za uongozi, ikiwemo uteuzi wa kihistoria wa Dr. Stagomena Taxi kama waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na aliyekuwa uh, balozi Liberata Mlamula aliyekuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Takwimu zinaonyesha mafanikio mafani makubwa mawaziri wanawake wameongezeka kutoka asilimia 15 mwaka 2005 hadi kufikia asilimia 47 mwaka 2023, na wabunge wanawake kutoka asilimia 22 hadi asilimia 47. Vilevile, ongezeko limeonekana kwa wabunge na wajumbe wa Baraza la Uwakilishi Zanzibar kwa asilimia 38 na madiwani asilimia 29.9, mabalozi asilimia 25, makatibu 22, manaibu wak makatibu wakuu asilimia 28, wakuu wa mikoa asilimia 31, makatibu tawala asilimia 26, wakuu wa wilaya asilimia 33 na wakurugenzi asilimia 28. Mafanikio haya ni ushahidi wa maono ya Rais katika kukuza uongozi shirikishi na ni chachu ya wa kuhamasisha wanawake, hususan wanasheria wanawake kuendelea kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kugusia changamoto kubwa inayomkabili uh, mtoto wa kike nchini, swala la ndoa za utotoni linaloendelezwa na baadhi ya masharti ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Sheria hii kwa bahati mbaya bado inaruhusu wasichana kuolewa wakiwa na umri mdogo. Hali hii imekuwa ikilalamikiwa kwa muda mrefu na wadau wa haki za watoto, mashirika ya kiraia na hata mahakama zetu, lakini jitihada za kufanya marekebisho zimekuwa zikichukua muda mrefu kupita kiasi athari zake ni kubwa na za moja kwa moja. Ndoa za utotoni zinamnyima mtoto wa kike fursa ya kuendelea na masomo, kujiamini, na kujijengea uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo taifa. Tafiti zimeonyesha kuwa wasichana wanaoolewa mapema hukatishwa masomo. Wengi wao hujikuta kwenye mimba za utotoni, changamoto za kiafya, na mara nyingine huingia kwenye mzungu mzunguko wa umasikini usiokwisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukiruhusu hali hii iendelee, tunawanyima watoto wa kike nafasi ya kuwa viongozi bora wa baadaye, viongozi ambao taifa linawategemea sana katika nyanja za siasa, uchumi na jamii kwa ujumla. Kwa heshima kubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba serikali chini ya uongozi thabiti wa mheshimiwa Rais kuharakisha mchakato wa marekebisho ya sheria ya ndoa. Kufanya hivyo kutalinda heshima na haki ya mtoto wa kike na pia kutawezesha Tanzania kulea kizazi kipya cha uongozi hodari wachapakazi na wabunifu watakao liinua taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kuonyesha mshikamano wetu na juhudi za Mama Samia Ligweid Campaign. Kampeni inayolenga kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi hasa wale walio hatarini. Kampeni hii ni mfano wa uwajibikaji wa kijamii na uwezeshaji wa wananchi kupata haki zao kwa usahihi. Mfano, hadi sasa kampeni imeweza kuwafikia wanawake milioni moja laki sita themanini nne mia nne na arobaini. Hata hivyo, tunapendekeza kwa heshima kubwa kwamba kampeni hii itumie wanawake wanasheria zaidi katika kutoa huduma zake. Njia hii itakuwa chachu ya kuendeleza ushiriki wa wanawake katika taaluma ya sheria, kutoa fursa za uongozi na pia kuwahimiza wanasheria wanawake kuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za wananchi. Tunatambua mchango wa wote wanaoshiriki katika kampeni hii, lakini uwepo wa wanasheria wanawake zaidi utasaidia pia kuonyesha kwa vitendo sera ya uwiano wa kijinsia na kuhamasisha kizazi kipya cha wanawake kujiwekea malengo makubwa katika taaluma ya sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuangazia umuhimu wa wanawake wanasheria katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi na maamuzi nchini. Hadi sasa bado nafasi nyingi za maamuzi hazina uwakilishi wa kutosha wa wanawake wanasheria licha ya ujuzi na mchango mkubwa unaoweza kutolewa. Uteuzi wa wanawake wanasheria katika nafasi hizi ingekuwa ni kielelezo cha uwiano wa kijinsia na chachu ya maamuzi bora yenye mtizamo mpana na yanayowakilisha maslahi ya wananchi wote. Zaidi serikali inapaswa kuhakikisha kwamba wanawake wana sheria wenye ujuzi maalum wanatumika kikamilifu katika kutoa ushauri wa kisheria wa kitaalamu na kushirikishwa katika mchakato wa kutunga sera na sheria. Ni muhimu pia kujenga uwezo wao katika teknolojia, akili bandia, yani artificial intelligence, na zana nyingine za kisasa ili waweze kuendana na kasi ya mabadiliko ya kidijitali duniani na kutoa huduma za kisheria za kisasa na za haraka na zenye tija. Ushiriki wa wanawake wanasheria katika nafasi za uongozi na maamuzi ni muhimu, sio tu kwa ajili ya uwiano wa kijinsia, bali pia kwa chachu ya maendeleo ya taifa letu. Wanawake wanasheria wana nafasi ya kipekee ya kuonyesha mfano wa kuigwa kwa kizazi kipya, wakionyesha kuwa vipaji vya kike vinaweza kubadilisha mfumo wa sheria, kutoa maamuzi bora, kuchangia maendeleo endelevu ya jamii na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, ningependa pia kuzungumzia changamoto kubwa inayowakabili wanawake, hususani wanawake wanasheria lakini pia na Watanzania, wanawake wa Tanzania kwa ujumla juu ya swala la ukandamizaji wa kijinsia na ukatili wa kijinsia kwa ujumla. Hali hii inajumuisha ukatili wa mwili, kisaikolojia na sasa hivi ukatili wa kidijitali unaoenea kwa kasi kupitia mitandao na teknolojia ya kisasa. Athari za ukandamizaji huu ni kubwa na zenye kuathiri maisha ya wanawake kimaisha na kitaaluma. Wanawake wanasheria wanaweza kukosa fursa za kimaendeleo, kushughulikia kesi za kisheria kwa ujasiri na kushiriki kikamilifu katika nafasi za uongozi kutokana na hofu na kudhulumiwa. Ukatili wa kidijitali kwa upande wake unaweza kuharibu heshima, sifa na ustawi wa kisaikolojia wa mwanamke na hivyo kuathiri uwezo wake wa kutoa mchango wa maana katika jamii na taifa letu. Ni muhimu kutambua kwamba madhara haya si tu kwa mwili na nafsi bali pia yanapunguza uwezo wa wanawake wa sheria kuwa viongozi bora wa kesho. Ili wanawake wana sheria waweze kushiriki kikamilifu, ni lazima wapate mazingira salama, yasiyo ya hofu, yasiyo ya kuzurumiwa na yenye kuhamasisha ustawi wa kimaisha na taaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba kwa heshima kubwa serikali, wadau wa kijamii na wadau wa teknolojia waendelee kuimarisha mikakati ya kupinga ukandamizaji wa kijinsia na ukatili wa kidijitali ili kuhakikisha wanawake wanasheria na wanawake wote wanakuwa huru kushiriki kikamilifu katika taaluma, maamuzi na uongozi wa taifa letu. Tunapongeza Chama cha Wanasheria Tanganyika kwa kujitolea kuendelea kuinua wanawake katika taaluma. Majukwaa kama haya sio matukio tu, bali ni uwekezaji katika mustakabali wa taaluma yetu na wa demokrasia. Tukumbuke sote kulinda demokrasia na utawala wa sheria si jukumu la mtu mmoja, ofisi moja, au jinsia moja. Ni jukumu letu sote kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, TLS imejidhatiti kuendeleza uwekezaji wa wanawake katika taaluma ya sheria. majukwaa kama haya pamoja na kuwekeza katika mustakabali wa taaluma yetu na maendeleo kwa ajili ya wanawake, pamoja na mawakili wengine wote wa kiume. Tunatambua kwamba kulinda demokrasia na utawala wa sheria si jukumu pia la mtu mmoja ofisi au jinsia moja uh, pekee. Ni jukumu letu sote kwa pamoja. Kwa hiyo TLS inathibitisha dhamira yake ya kuendeleza uwezeshaji wa wanawake wana sheria, kushirikisha wanawake katika nafasi za uongozi za maamuzi, kuendeleza haki, uwiano wa kijinsia na maendeleo ya taaluma au sheria nchini Tanzania. Tukiwa wamoja, tukihimiza uwezeshaji wa wanawake, kuondoa kandimizaji wa kijinsia na kuhakikisha uwiano katika nafasi za maamuzi, tunaweka msingi wa kizazi kinachokuza demokrasia, haki na maendeleo endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha ni heshima kubwa wewe Mheshimiwa mgeni rasmi uh, Albert Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam unayemwakilisha Mheshimiwa Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan kuwepo nasi leo na ni ishara tosha ya dhamira ya serikali katika kuendeleza uwiano wa kijinsia uwezeshaji wa wanawake wanasheria na kuimarisha demokrasia. Kwa mara nyingine tena, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuleta wakati huu na kutuunganisha kwa pamoja na dhumuni hili. Ndio hitimisho letu, na sasa naomba kwa heshima na taadhima kubwa sana niweze kukukaribisha mheshimiwa mgeni rasmi ili uweze kuja kuzungumza nasi. Asanteni sana Section 4.